Huko mjini Beni katika Kivu ya kaskazini kunaonekana ya kwamba yale maandamano yaliyoanza hapo jana tariki 13 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 Jumatatu, na hivi ni siku ya pili kabisa ikiendelea hayo maandamano, ikiwa vute ni kuvute afisa polisi zidi ya wananchi hapo Beni na kuonekana ya kwamba kitu hicho kiliwafanya kujisikia vibaya jisi wanavyoweza kukimbia kabisa katika siku hii ya leo tariki kumi na nne siku ya pili mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025. Hivyo ilikuwa ni siku ya pili na kuchangaza jambo hilo ambalo linaendelea kusemwa hapo na kuonekana si jambo nzuri.

Jambo hilo lilionekana kutokuwa vema kabisa machoni parahia, na kuonyesha mara ngapi hapo. Kesho Jumatano, tariki kumi na tano, kutakuwa mazungumzo, na isipokuwa kabisa kupata jibu, warahia wataenda kuonyesha mambo iliyo tofauti katika hatua nyingine

Baze sana sirtu wicha wicha tunatoka boikeno tunafika nani tunafika nani mavivi mkue tuhutanane tupige monisko monisko rudie kwa sharti warudie. Sauti hiyo ikiwakilisha sauti ya raia hapo, na kuonyesha ya kwamba awao hawana kosa na waaskari wa FARDC katika government ya Kongo, lakini wamechoka na hali hiyo kabisa, na hivyo tu kuendelea kusema hapo Kusema kweli paske, ukibembeleza yai kila siku ni siku moja inaanguka na inapasuka. Tumechoka mabembelezo, tunabembeleza ya kutosha. Msiwazi sasa, mnakimbia kama mnakimbilia mapuli yenu, ile mnawaza mmeshinda, haiko kitu mbele yetu. Tunaonesha tu, tuna onere kwa tunaheshimia alo, musi musiache, tunahamisha ugopi, tusihamie kwenu. Hatuna shida na nyinyi

kuzoeshana kama munakulaka rushwa juu mulinde, munisko nyie na munisko nyie, wote mutaenda kwa moto. Ole wenyu, mtufadilie, ole wenyu, ufadilie kazi yetu. Hatutaki malumbano na nyie bado kiongozi. Kiongozi, ambia jeshi yako kama umeshinda kukatunga mkifesi lekenzi muhanya astoki mwenye atatoka akirudia kama defense, na hatuko wa zalendo hatuko wa vrai patriote kongole. Ile ni sauti yenye mimi nabatumia saa hii. Monisco prepare du vecteur ma voyage yenu mwanje safari hataki Monisco bato aisefen mutoke mwenu, asike kitendo yenye mulifanyia raia kuharibisha chakula raia. Inaonesha wazi gisi hampendi raia mwishongozi. Ile ni sauti yenye mimi nabatumia. Muisambaze kwa kila grupe basiki ile sauti, muisambaze kwa kila grupe basiki benye biko na akili bachongoze, benye bana akili wabaki. Tutaona nani mwenye Kongo, nani mwenye Kongo wala. Parce que si hakuna siku Mkongomani alienda kadunga, siku Mkongomani alienda katala kuikala mu Etats-Unis d'Amerique. Hakuna siku Mrusi atakenda katalia mu Etats-Unis d'Amerique, asimambie nishaka nunua huku nafasi Alo, tutabaonesha nguvu ya babu, tutabaonesha mababu na wazungu, nani mwenye na nguvu kushinda mwingine? Na kama wazungu bakitaka kia iba nguvu ya mababu, lakini babu zetu walipoka na akili wakawachunguza, hakuna siku tutaweza akili ya babu. Tunabambia fanyi miangalisho, mfanyi anga risho lekenzi oktobre nuvekro vuluare upa nuzalo ganyi freedom abidi la liberté célébrer ensemble notre victoire. Alors ba wenze tu nyiriko Butembo, Lubero, tunataka tuungane, tutapita kila njia, tutakuia kila njia paske wanasemaka ikishindikana, mukishinda kulaba unyerere mnatafutia ka yulu na chi, tutakamata position zote. Alors kama wanadunga huku, tunaenda huku, tunafanya huku, tunakamata position zote lumwe cha muna panda mutembo muna kuya mwile rute mutembo lume masambo ruketi tunakuya huku barabara kasili mangina muna shuka alo tunaonesha kisi Kongo ni yetu daima. Cette fois ci, cette fois ci, mina ambia ba ba ndugu yetu, yetu ba zalendo ba ndugu yetu ba abu de la liberté na pia kwamba ya itu tuko bien préparé pour le 15. Leo nakesho, leken, le leo na kesho ufike leken mambo mengi lekenz October huruma haiko na please, wenyewe mnaonesha raia labijeke amuna huruma ya raia ile au njee ipo kwa cabinet abana huruma ya raia wagekwa na huruma ya raia hawange kuwa deja plus de 5000 soldats deja banatoka muka enye banajua kinisi vile, pama na ikikuwa adui hakuna na mumoja mmoja, kama sikuru kwa lekenza, tunapanga kuonesha musimamo enye iko fixe. Kama leo uliona ba, kama leo uliona kurudia nyuma, kama leo uliona ba ba jeune ba na ba banarekile kukupa sauti ya chakula ya kwetu, lakini Lekenze, ole wenyu nye nye, mutakuya munasema akose, muna kuya kimbiza vijana wenye nguvu, yani wazalendo, na ile machakula yenu chakula ya kila siku ile mamwindu yenu na utana kutangika saiko kumoto hivi. Ole wenyu, kashugulisha kama juu ya nini? Mulijituma kusema muna fatimilia muvuma ya Lekenze Oktobe, kama muko na hakili, mubakie wenye kama hamko kwa Serene mbakie, hamna la lakini. Ungesema mnaenda Defandre Monisco, mnaenda Defandre ICSN, <coughs> hamuna bahati ya leken, hakuna huruma ya leo. Mnaweza ona kiri ilikuwa hivi, mnawaza ki njoo mtaweza. Hamuna bahati. Ile ni sauti ya babu wa mababu, mtu jukuu wake tasamba au mwenye kitwa ekitasamba e wachitasamba vanu kama ushakafika wachisamba kitasamba, unaweza pata pesa rahisi. Mimi mimi nakwambia mujipange, ole kwa mwenye tashitumaka si anda defandre Monisco ama Isesen, tunasema zero Monisco zero Isesen, hatutaki wanafiki mu mukine yetu Kasinde Beni wicha mangina

Baada ya hali hiyo ambayo imeguswa hapo Beni, kutokana na usalama mdogo katika eneo hiyo la mji wa Beni na kufukuza Monisco mahali hapo, na mara moja tunagusia huko Bukavu ambako takribani nyumba 35 ziliwaka moto maeneo ya kata ya Chai hapo ni Kivu ya Kusini mji humo Bukavu, na kuonekana ya kwamba mambo mengine yalikuweko na hata kabisa kuharibika na pia kutokuonekana mtu yoyote yule ambaye aliweza kupoteza maisha kutokana na kuwaka kwa moto huo katika maeneo hiyo. Ila kwake yeye Shukuru Lwecha, mkuu wa shirika la kirahia, akizungumza kwamba waliweza kuvunja nyumba kumi na tisa mikando kando mwake kwa kuweza kuepukana na huo mripuko wa moto kuambukiza nyumba zingine na hiyo ni kuonekana katika idadi ya kuweza kuwaka moto mjini humo Bukavu, ikiwa mara kadha inaweza tu kuchukua kiwango cha watu mia mbili na nyumba elfu moja na mia tano ambazo zimeshawahi kuungua katika mji wa humo Bukavu kutokana na hiyo milipuko ya moto ambayo inazidi kutokea katika nyakati ambazo zilizopita. Na hiyo ilikuwa ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo nimekuletea katika muda huu wa mchana, na hivyo tu unaweza ukajiunga na channel yetu, ikiwa kabla wewe haujajiunga kabisa, ungali wa mpya na kuweza tu kusambazia watu wengine wapate kupata habari kama jinsi unavyozifaidia katika muda wote ule, na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu zote kwa wakati mwafaka kabisa, na ujue kwamba tu, kaa chonjo, tutaonana atakiwa